Ukurasa wa mbele wa gazeti la mwananchi limeandika uh, vishandu watikisa matukio ya uporaji, polisi waliamsha. Hii ni Dar es salam Ukiacha, ku, uh, ukiacha ku uh, kurahisisha usafiri uh, katika maeneo yenye misongamano na kuokoa muda usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda katika jiji la Dar es Salaam sasa hivyo umeingia dosari tena Awa, vishandu vishandu vishandu vishandu eh, vishandu, uh, wana historia na mwanafamilia wetu. Vishandu alimpitia mm, fursa nyingine tena vijana mia mbili kulipiwa mahari mm, yeah. Ndugu zetu Waislamu wana huu utaratibu eh. E, sasa Dr Husein Mwinyi mm. Akihutubia uh, anaonekana pia katika bari picha hapa mm. Rais wa Zanzibar Dr Husein Mwinyi akihutubia uh, maelfu ya waumini wa dini ya Kiislamu mm. Waliohudhuria mashindano ya 25 mm. ya kimataifa ya uhifadhi wa Quran ambayo yamefanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa na Uhuru jijini Dar es Salaam siku ya jana. Ukurasa wa 18 wa gazeti hili asubuhi. Uh, Kwa hiyo Eh, kuna vijana mia mbili ambao watalipiwa mahali na kila kitu wow! unajua mahali, mahali za ndugu zetu Waislamu hey. Binti ndo anayesema hey, akiangalia <laughs> la uchumi, uchumi wa mwenzie bwana. Mimi kwa huyu alipe tu laki tatu sasa, lakini hawa mia mbili ni mia moja watatoka Tanzania uh -huh. mia moja watatoka Burundi yani, sasa mia moja kutoka Tanzania alafu mia moja mia moja Burundi, kutoka Burundi. Lakini mimi, pia eh, watawasaidia watoto elfu moja kuhakikisha kwamba wanaenda kufanyiwa ile nini watoto wanapelekwa wa kiume tohara, tohara. Watoto elfu moja sasa, wanasema Mi... haya ni manufaa, lakini pia wameamua kurejesha katika jamii. Mimi mwenzenu nimefika mbali kidogo mm. Hivi ikatokea sasa huyu aliyetolewa mahali mm. Akapishana na mke wake ama akagombana na mke wake <laughs> atasema nini? <laughs> Maana ataambiwa hata mahali yenyewe ulitolewa. Hapana, au unataka kumchanganya? <im> eh, mahali kwenye ah, ulitolewa, eh. <laughs> <laughs> <wame fundua. laughs> <laughs> Kufundwa kuna mambo mengi

Mwanafunzi achinjwa, mke auawa kisa shilingi elfu hamsini. Tumezungumza hapa asubuhi e, mwanafunzi amechinjwa, lakini e, sasa se, ukatili bado, takwimu za ukatili zinaendelea kutokea hivi kabisa, shingo. Na tumefika mbali, tuko tofauti e, tuko tofauti sana. Tumefika mm. mbali sana, nauma sana ushazoea kuona e, mtu anachinja ngombe kuku. Mm. Sasa sasa hivi imekuwa kwa binadamu. Taarifa ya mwisho naam, kwenye gazeti la Mwananchi hii ni ripoti maalum, sababu za kuzagaa taka Dar es Salaam takadarsslame mm -hmm. zime zimeelezwa zimeelezwa kwenye gazeti hili ukurasa wa 4 na 5 kwenye uh, kwenye ripoti maalum ambayo imeandikwa na gazeti la Mwananchi, sababu za kuzagaa taka katika jiji la Dar es Salaam. Kituo kipya cha biashara Ubungo fursa na hofu kwa uchumi wa Tanzania. Taarifa ndogo inasema mawakala wa forodha wenye maduka Kariakoo, mm. Wachumi wataja kilipo kiini cha wasiwasi wao mm -hmm. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa nne na watano wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii sasa ya leo. Wanasema hivi uwepo wa hichi kituo kipya cha Ubungo mm. mm. e, kitakwenda kuua soko la Kariakoo mm. E, baadhi ya watu wanasema kwa sababu hichi kituo, uh, kitakuja na ni kituo cha kimataifa cha kibiashara mm. basi Kariakoo itaanza kupungua, yani ile Kariakoo ambayo tulikuwa tunaijua mm. kwamba ni soko la kimataifa tutaanza kuona hizo sifa zinapungua. zina pengine watu wataanza kuhama kutoka kule wanaenda Ubungo. e, kwa hiyo licha ya kwamba wao wanasema hakuna athari zozote ambazo zinaweza zikatokea huku atakuja wengine okay. Na Kariakoo itaendelea kama ilivyokuwa awali, lakini ukiangalia Kariakoo uh, pamoja na vitu vyote mm. Inaweza kabeba wateja kiasi hicho muda wote a hali iliyopo, kwa kweli, kuna haja ya kuwepo na soko lingine. mimi hey, naona kuna eh, yeah, umuhimu wa, e, kuna idadi kubwa sana ya watu pale, watu mwingiliano ni mkubwa kweli kweli, anaweza ukageuka unaangalia nalo kazi zimekuwa zaidi ya mm -hmm, kazi mm -hmm. taarifa nyingine kupitia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo, wanaume wanaolelewa na mashangazi wast mm.

umri ndo mshangao kwamba lazima, ila lazima awe na sifa ya kuwa mnene mnene, kisha mzidi umri ndo inaonekana hivyo. Sasa sa so, Azori tunasema yeah. Uki, ukija labda kwenye kipindi cha Nyambizi yeah. Utamkuta Azori e, Saumu Mengele pamoja na Doris. Yeah. Sasa kuna kila mmoja na namna yake ya kuchombeza chombeza vitu vitamvitamu kwenye hiyo nailia kwenye yeah. kipindi. Taarifa nyingine katika ukurasa wa pili, eh, kuna kama Azori hataki ajende. Endelee <laughs> <inaudible> Bandari ya Dar es Salaam yazidiwa mizigo, bandari ya Kwala kuokoa jahazi. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Sasa si upakaji umekuwa mwingi kaka? mzigo kwa, kwa maana meli ambazo zinakuja kuna zile ambazo kwa kasi siku nne, ndo zile siku tatu. Sasa hizi ikifika tu masaa machache imepakua. taarifa taarifa taarifa inasema, inasema, inasema. bandari ya Dar yazidi wa mizigo, bandari ya kwala kuokoa jahazi. Na sasa kwani DP World walichukua mageti yote sio? Walichukua baadhi tu ya mageti, pengine kama ni sio kule kwenye sehemu yao majukumu <laughs> Taarifa nyingine katika ukurasa wa tatu, maabara kupima ubora vifaa vya kielektroniki yaanza kazi. Mm -hmm. <laughs> ni jambo jema kabisa, lakini Wasira anasema, sioni dalili wa Tanzania kupoteza imani na CCM au sio? ACT yamvaa ikidai kuwa anapotosha umma nafasi taarifa imeishia hapo, lakini taarifa nyingine, kada wa Chadema aliyetangaza kuwania urais 2025 aonywa. mm -hmm. aonywa lipi? kamata gazeti hili la Nipashe. mm -hmm. Mwenyekiti wa kijiji mbaroni kwa tuhuma za mauaji kikatili. mm -hmm. Mwenyekiti hey, mwenyekiti wa kijiji mbaroni mm -hmm. kwa tuhuma za mauaji kikatili. Lakini taarifa ambayo inahitimisha hapa ni pamoja na Marekani ya ishambulia Yemen atishia kuiwajibisha Iran mm -hmm. E, na mi nakuwa nimehitimisha um. Hivyo gazeti la jambo la habari mm. limeandika kuelekea uchaguzi mkuu, TAKUKURU yapongezwa mm -hmm. ni kutokana na msimamo wake mkali wa kupambana uh, uh, kupambana kudhibiti rushwa mm -hmm. na viashiria vyake wananchi waipa tano wakiitaka iendelee kufungua makucha uh, bila kupepesa macho kama ilivyofanya Kigamboni. Wasema kwa namna walivyoanza na wanavyotajwa, uh, wanaotajwa kujipitisha kabla ya wakati itasaidia kupatikana kwa viongozi bora makini na wasiotokana na rushwa kada wa CCM mchange aliyehojiwa Kigamboni afunguka, naye awapa kongole, asema ni sahihi kwa taasisi hiyo kumwekea mashaka mtu yoyote na kumwoji wakati wowote kama sehemu ya majukumu yao kwa maslahi ya nchi. Wengine waomba zitolewe namba kila wilaya kwa ajili ya kupata, uh, kwa taarifu takukuru juu ya wanasiasa wanaojipitisha pitisha na kugawa rushwa, ukurasa nne wa gazeti hili. Sasa unajua sasa hivi Uh, watu wameanza kubadili vikao eh? Mm, kwa mfano kama mi anaitaka jimbo la ha, we jimbo la Karenga, una mfano mzuri haya, tafuta, haya jimbo la la Kilolo Kilolo, basi basi, kwa mfano hapa jimbo la Iringa mjini, kama vikao nafanyia Kilolo tena ah. Yaani, Kilolo imerudi pale pale, naenda kufanyia vikao Kilolo. Ufafanuzi juu ya tuhuma za TAKUKURU Kigamboni uh, kwa kamati ya viongozi wa CCM kata ya Tungi, kurasa wa tatu wa gazeti hili la Jamvi la Habari, gazeti lako lakini taarifa ya mwisho, Wasira awaambia wananchi Tunduma, neema inakuja machinga. Sauti ya wa Wanyonge, asubuhi ya leo, miongoni mwa taarifa ambazo zimeandikwa hapa ni pamoja na mashindano ya Quran. Dkt. Mwinyi asema ishara ya amani uhuru wa kuabudu. Taarifa ndogo inasema wataka waislamu kuisoma na kuhifadhi hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini kijana kutoka Urusi Aimedin Faruk Dinov mwenye umri wa miaka 23 aibuka mshindi wa kwanza. Mtanzania naye achomoza na kuingia tano bora. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa nne. Lakini bandari kavu Kwala yaingiza kontena mia saba. Hii ni taarifa ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu. Lakini taarifa ya mwisho, wasaidizi wa nyumbani wanavyopitia ukatili. Hii ah, eh, ni taarifa ambayo iko katika ukurasa wa nne. Nami hmm. nakuwa nimetamatisha hivyo hmm. kupitia gazeti limeandika trilioni 67 zawekezwa miradi miaka minne ipo mipya 1982 viwanda Dar es Salaam pwani vina, a, vinara. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ukurasa wa pili unaweza kusoma kwa undani zaidi. Bandari kavu kuhudumia kum, makontena 823 kwa siku, serikali eleza sababu kuijenga, yataja faida nane, ukurasa wa pili. Lakini taarifa nyingine ya mwisho, Dr. Mwinyi anasema Tanzania imeheshimika mashindano Quran gazeti wapi mtego uko hapa. dakika 720 za maajabu, lolote linaweza kutokea e, zilizobaki pia zinaonekana pia mechi mbalimbali e, Yanga dhidi ya Tabora dhidi ya Kostu dhidi ya Azam dhidi ya Fountain Gate dhidi ya Namungo na dhidi na ya Prison pamoja na Dodoma, wakati Simba dhidi ya Mashujaa dhidi ya JKT Tanzania, Pamba, KMC, Singida, Kengold pamoja na Kagera. mm. Sawa. Mm -hmm. Lakini United Uh, hili ni kosa kubwa. Wamefanya nini? Ndugu zetu wana hali mm, mbaya. Lakini Machi 26, Moroko dhidi ya Tanzania itakuwa sa ni saa 6 nusu usiku katika uwanja wa manispa usiku. Eh, atutamka tu tushe kusubiri gemu ya Simba, ilikuwa saa saba asubuhi ile. Lakini pia taarifa nyingine pia inaandika ukurasa wa mbele kwa refa huyu eh. Simba jipange, Kairo kwa refa eh. huyu eh. Simba Ajipange kule Kairo. Taarifa nyingine wameshapeleka mashufufu <laughs> Clara amkuna Ronaldo kivipi? Clara Ruvanga, ndugu hmm, yetu kabisa kutoka Pawaga bwana ah, we